Mimi binafsi nimefurahi sana kwa niaba ya wananchi, kwa sababu tumbaku ni zao la uchumi na kijiji cha na, na, na na kata yangu ina, ina, ina, ina sehemu ya machimbo, lakini pia ina ardhi ya kulima mazao mbalimbali. Kwa hiyo kilimo hiki tumbaku kurudi kwenye chama changu cha msingi Muungano wa Mkosi kimefanya wananchi wangu wawe na uchumi mzuri ambao hata ukisema tunataka mchango wa kuchangia ujenzi wa sekondari au shule ya msingi wengi wao hawaangaiki kwani wanakuwa na uchumi ambao walau wangitosheleza kwa sehemu. Tumbaa kuniongeza kipato ni sehemu ya kuongeza kipato kwenye halmashauri ya wilaya ya Chunya. Kwa hiyo chama changu hiki kufufuka kimeongeza sehemu ya kipato kwenye halmashauri, lakini pia kipato cha mtu mmoja mmoja kwenye kata yangu pia imechangia. Kwa hiyo mimi nimefurahi sana na nawasia wakulima chama hiki wakilee, wakitunze kisiweze kufa tena, kwani ni sehemu ya uchumi kwenye kata halmashauri, eh pamoja na na na, na, na nchi kwa ujumla. Lakini swala la umeme kata Mkola na vitongoji vitano, umeme umeshafika vitongoji vinne, baada ya kitongoji kimoja cha gepu, nguzo zimeshafika. Eh, niliwapigia manager wa Tanesco niambia bajeti ya mwaka unaokuja kuanzia mwezi juu Julai wanapeleka transformer na wana, wanawasha umeme gap Mkola kitongoji cha Mkola tumepata mradi wa upanuzi kwani mji umeshapanuka mahali penge hapana umeme upo katikati hapo kwa kwenye upanuzi tumeingizwa na sisi Mkola kitongoji cha Mkola watapata huduma ya upanuzi wa umeme kupitia shirika ya Tanesco tumedili maji mwaka jana hapa Danida ndio anatoka Mkola na atarajia kwenda Ujerumani nani stamiko ambayo ndio ilinga lakini pia Ujerumani tuliwaambia maji haya yanakwenda Makongorosi, lazima kisima kipo chimba ambako ni Ujerumani na yeye mpate maji salama safi na salama ya kunywa. Wamepata mwezi Januari mwaka huu, wanakunywa maji. Kwa hiyo mimi niseme, lakini pia tulisema wanafunzi wa kidato cha tano na cha sita wakisha faulu kwenda kusoma nje na kata, uwezo wa mwananchi mmoja mmoja si mzuri sana tukaomba ije advance Makongorosi sekondari, serikali imetekeleza hilo, na nimesema mola ujao na kusoma wanafunzi hapa advance Makongorosi sekondari, tumetekeleza. Serikali ni ya mikono ya wananchi, serikali imelisikiliza imelifanyia kazi, imetoa utekelezaji. Kwa hiyo tumetekeleza, lakini la mwisho, haijawahi kutokea tangu nchi imepata ime, ime, ime, ime, ime, ime, ime, ime, uhuru kujengewa madarasa mazuri ya shule za msingi na sekondari, kama mwaka wa ishirini ishirini na tano haijatokea. Madarasa mazuri ya viwango vya hali ya juu, ukifika shule ya msingi utafika, mfika sekondari. Swala la afya, tumejenga nyumba ya mganga zanati ya, ma, zanati ya Mkola, ambayo nyumba ya mganga ile tulipewa hela ya mfuko wa jimbo milioni nne na laki mbili tukapaua na kuweka milango na, ma, na mageti ya madirishani na kupiga lipu nyumba yote. Tumeshiriki kwenye, kwenye, kwenye ujenzi, sisi kama kata tumeshiriki kwenye ujenzi, tulichanga michango tumepeleka pale, tumesha kwenye fursa, tumeshirikiana nao kama wenzetu wa, wa mamlaka ya mji mdogo kwenye swala, kula kula kunufaika. Wananchi wengi sana wanakwenda pale kupata huduma ya afya lakini pia tume, tume, tumeletewa pale mochwali tunahifadhi ndugu zetu pale wakishatangulia mbele za haki bila kubaguliwa. Kama kata ya Mkola tunapata huduma kama wengine wanapata huduma pale kwenye kituo cha afya. Tulivyoomba ombi letu wamelisikiliza, Wizara ya Elimu kutuletea advance. Wananchi wamefurahi, na ndio maana wakati wa ujenzi wa wale mabweni wameshii kupega pale kifusi kwa ajili ya kufukia mle ndani kuhakikisha eh, mabweni yanaisha haraka iwezekanavyo, na masomo muhula unaoanza yaanze kwa wakati. Kwa hiyo tumetumia nguvu, tumeangana wananchi, wametumia nguvu ya, ya kwao kupeka fursa pale, kiwepo kifusi kushindilia mle ndani, kuhakikisha kazi ile tunaiunga mkono serikali, fedha ambazo wametuletea ziwezi kumaliza majengo yale kwa, kwa ufanisi. Serikali sikivu wametuletea milioni mia mbili sabini na nne kilomita nane kutuwekea barabara, e, aina ya changarawe wametuwekea e, makarabati yasiyopungua sita na mitaro ya pembeni yale ya kutoa maji kupeleka kwenye makarabati. Na usafiri huu sahizi huwezi kuamini, Marangamio ilikuwa gari ya kwenda Mbeya hamna mtu namaangamio alikuwa atembea kwa pikipiki au kwa, kwa mguu hajapandia gari Mkola. Leo kuna gari linatoka Marangamiro linakwenda Mbea, yote hiyo ni, ni, ni, ni, ni manufaa ya barabara ambayo serikali imeweza kutupatia fedha za kukarabati barabara toka Mkola kilometa nane mpaka Marangamiro. Shule ya msingi Kilombele kufanya vizuri moja, sisi tunatoa chakula e, tunatoa chakula cha mchana lakini pia wale watoto wa asubuhi wanapata uji. Hii inapelekea sisi kukaa na wanafunzi hao kwa muda mrefu, kitu ambacho kinasaidia e, walimu kupata fursa ya kufundisha vipindi vya kutosha, masomo ya ziada, kazi nyingi, na kupata muda pia wa kutosha kwa ajili ya kusaisha. Lakini pamoja na hayo ufaulu wetu pia unachagizwa na ushirikishwaji mzuri wa wazazi. E, sisi shule ya msingi Kilombero kama ulivyo mwongozo wa elimu unavyohitaji, tuna umoja wa wazazi kushirikiana na walimu, UWAWA. E, UWAWA sisi katika shule yetu wanatusaidia kwa kiasi kikubwa mno. Moja, wanatusaidia katika swala zima la utoro. Sisi kwa madarasa yetu hususani haya ya mtihani hatuna kabisa swala la utoro lakini hii inawezekana kutokana na ushiriki mzuri wa UWAWA kwa maana ya wazazi. Lakini vilevile vile, wazazi wanashiriki wana kikamilifu kuhakikisha kuwa watoto wetu wanapata mahitaji yao ya msingi ikiwemo vitendea kazi vya ujifunzaji. Sambamba na hayo, ikitokea kuna changamoto yoyote inahusu taaluma, wazazi huwa ni wepesi sana kupatikana, kukaa nao, kujadiliana nao jinsi ya ku pandisha taaluma yetu. Sambamba na hilo, serikali kwa kiasi kikubwa sana imetutengenezea mazingira rafiki katika swala zima la ufundishaji na ujifunzaji. Ukiangalia shule yetu, pamoja na kuwa na idadi kubwa ya watoto, lakini hatuna mtoto ambaye anakaa chini, tuna madarasa. Japokuwa madarasa bado tuna uhitaji, lakini ukiangalia uhitaji sio mkubwa sana ukilinganisha na miaka iliyopita, na hususan ukiangalia miaka miwili iliyopita. Sisi kama shule ya Msingi Kilombero tulipata zao shule mpya ambayo ni zao la shule ya Msingi Kilombero shule ya umoja tu ile pia imetusaidia sisi kupunguza msongamano wa watoto hivi tunavyozungumza mwaka uliopita darasa la saba walikuwa nafikia 120 lakini miaka inavyozidi kwenda idadi inapungua mwaka huu ambao ndio tunao wengi ni 107 ukiangalia lesho hapo wamepungua lakini kupungua huko kunatokana na shule iliyoanzishwa miaka hii ya 21 22. Pia tulipata bahati ya kupata fedha kwa ajili ya mradi wa choo. Sisi tulikuwa na changamoto kubwa sana ya matundu ya vyoo kwa wanafunzi, hususan ni watoto wa kike, lakini tunashukuru tulipata eh, takriban milioni 40 kwa ajili ya choo, na tumefanikisha kutengeneza matundu ya vyoo kumi na mawili ikiwemo chumba cha ma, chumba maalum kwa ajili ya watoto wa kike. Hii pia kwetu ni kama chachu kuhakikisha mazingira ya ujifunzaji na ufundishaji yamekaa vizuri. Shule ya Msingi Umoja tu ambayo ilianza rasmi ujenzi mwaka elfu mbili na ishirini kwa nguvu ya wananchi ambao wazazi walijenga majengo madarasa mawili na ofisi moja. Baada ya hapo serikali iliongeza nguvu kwa kuleta mradi wa madarasa matano kiasi cha shilingi milioni mia moja. Kuongezeka kwa majengo haya kumesaidia kupunguza mlundikano wa watoto madarasani, ambapo shule mama ya Kilombero ilikuwa na wanafunzi wengi, kwa baadhi ya wanafunzi walichukuliwa kule kuletwa kwenye hii shule ya Umoja ili kupunguza idadi ya watoto wengi madarasani, na kuongezeka kwa majengo kumesaidia kuinua taaluma kwa wanafunzi, ambapo watoto wanasoma wakiwa huru darasani bila kuwa na idadi kubwa ya wanafunzi ambapo ni rahisi mwalimu kumfikia mwanafunzi mmoja mmoja. Wazazi wanashiriki vizuri kwa sababu katika vikao tunavyokaa vya wazazi huwa tunapanga namna ya kusafisha mazingira ya shule, lakini kuboresha miundombinu ya shule ambapo mpaka sasa hivi kuna mpango unakuja wa ujenzi wa darasa moja na ofisi moja kutoka kwenye nguvu ya wazazi. Shule ya sekondari Makongorosi eh ya ilifunguliwa mwaka elfu mbili na tano ndipo kidato cha kwanza walianza, mpaka sasa ina miaka mingi sana e. mwaka elfu mbili na ishirini tunashukuru serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan, tulipokea shilingi milioni 40, kwa kushirikiana na nguvu za wananchi tukatekeleza ujenzi wa madarasa matatu pia mwaka elfu mbili na ishirini na moja tulipokea milioni sitini hizo zikuwa inaitwa mradi wa covid 19 e, tukajenga madarasa matatu pia tukapokea e, mradi wa kuvuna maji na sehemu za kunawia kwa wanafunzi tulipokea milioni kumi na moja ambapo tuliweza kutekeleza huo mradi kwa asilimia mia moja na mradi mpaka sasa wa kuvuna maji na sehemu za kuna wewe unafanya kazi. E, pia tumepokea fedha mwaka 2024 tumepokea milioni 380, ambapo e, milioni 100 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa madarasa manne, e, alafu milioni 260 e, kwa ajili ya ujenzi wa mabweni mawili bweni la wanafunzi wa kiume na bwana wanafunzi wa kike, pia na ujenzi wa vyoo matundu kumi, ambapo matundu matano ni ya wanafunzi wa kike na matundu matano ni wanafunzi wa kiume. Mpaka sasa e, utekelezaji wa huu mradi wa mwaka 2024 24 25. Mpaka sasa huko asilimia 85, kwani madarasa manne tumejenga tukajiongeza tukaongeza na ofisi, ee, yamekamilika. Ee, bweni la wavulana liko hatua ya ukamilishaji ee, kwa sababu imebaki tu kule ujenzi wa mashimo kwa ajili mashimo ya choo pamoja na kazi ndogondogo za ujenzi wa ngazi, lakini kazi kubwa imeshakamilika, na bweni la wasichana liko hatua nzuri, iko hatua ya skimming. E, pamoja na ujenzi ujenzi wa matundu ya vyoo, e, pamoja na ujenzi wa mashimo kwa ajili ya kupokelea taka e, tunashukuru serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea hii fedha, kwani fedha inatusaidia imepandisha hadhi ya shuleza saba tuwapokea kidato cha tano e, na hicho kidato cha tano e, shule itakuwa imepanda hadhi e, itakuwa shule ya A-Level. E, jamii imepokea vizuri, e, hii form five kwani ni maendeleo katika kata ya Mkola kwani kupitia kidato cha tano wananchi watapata fursa mbalimbali za kibiashara na fursa za kiuchumi katika nyanja mbalimbali, kwa sababu hao wanafunzi watahitaji mahitaji mbalimbali ya kibinadamu na hayo mahitaji yatakuwa yanapatikana e, kutoka kata ya Mkola, tumejipanga vizuri sana katika kupokea wanafunzi hawa. Kwanza kabisa shule ya sekondari Makongorosi ina jumla ya walimu ishirini na tatu, hawa ni walimu wa kuajiliwa ishirini na tatu. Walimu wa part-time wako wa tatu, kwa hiyo ina jumla walimu ishirini na sita, na combination ambazo tunaanza nazo walimu wote wapo, hakuna uwaba kama uabahupo endapo itakuwa form na nini form 6. Tukipata form 6, naamini bado serikali itazidi kutupa walimu, sababu kila mwaka inaajiri, hiyo tatizo litakuwa sio shida. Pia tumejipanga kwani, sasa hivi walimu wako na jinoa kwa ajili ya kuwafundisha au kidato cha tano, kwa sababu walimu wengi walikuwa nafundisha form 1 hadi form 4, lakini kwa sasa kinakuja kidato cha tano tumesha warati mwanze kujinoa kwa maana baadhi ya walimu watashifti from O level to A level kwa hiyo watafundisha kidato cha tano. Pia shule imejipanga, e, katika swala la miundombinu kwa ujumla. Mfano, mwishoni mwa mwezi wa sita tunaenda kuchimba kisima kirefu kwa ajili ya kuhakikisha maji ya kudumu yapo shuleni. Mimi kama head girl, kwa niaba ya wanafunzi wa, kwa niaba ya wanafunzi wa shule ya sekondari Makongolosi tunapenda kutoa shukrani za dhati kwa, kwa rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutupatia miundombinu bora kwa ajili ya kuweza kuwakaribisha dada zetu na kaka zetu wa kidato cha tano ambao wataweza kuripoti hapa shuleni mwezi wa saba. Kibinafsi ki tumejiandaa vizuri kwa ajili ya kuweza kuwapokea, lakini pia napenda kutoa shukrani za dhati kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuweza kutuboreshea miundombinu inayopatikana hapa shuleni. Mfano, kuanzia sasa tumeweza kupokea majengo mapya, vifaa kama vile viti na meza kwa ajili ya kuweza kuwapokea dada zetu na kaka zetu wa form 5 madarasa mapya yameweza kujengwa na kuweza kuongezwa. Lakini pia kuna faida mbalimbali ambazo waweza kuzipata kutokana na ujio wa form 5 katika shule yetu kwanza watakuwa kama wasaidizi wa walimu kwa kuweza kutuelekeza mambo ambayo walimu kwa wakati mwingine wanakuwa hapo bizo na wametiga kwa sababu ya wanafunzi kuwa wengi. Lakini pia kaka zetu na dada zetu wataweza kusaidia kuweza kuyaelewa hayo, lakini pia wataweza kutusaidia namna gani wao wameweza kupambana hatimaye kuweza kufikia levo walioweza kufikia. Tumejiandaa vizuri kwa ajili ya kuwapokea dada zetu na kaka zetu form five <coughs> watakao watakao ripoti hapa shuleni mwezi wa saba mwaka huu pitia wao kuna faida mbalimbali mbali ambazo tutazipata katika hii shule tukiwa sisi kama wadogo zao. Kwanza kabisa tutajifunza kupitia kwao, watatuelekeza tutatuele, jinsi ni namna gani wameweza kupambana kufikia levo ile. Napenda kutoa shukrani kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tukianza na Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kupandisha levo ya shule, kwa na kwa kuwa na levo hadi hadi form 5 na form 6 katika hii shule. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC online. Website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz. DC, lakini Instagram tunapatikana chunya_official.